Uh, zoezi ambalo tunaendesha na wataalamu mbalimbali, wengine wametoka uh, ofisi za makao makuu Arusha wakishirikiana na wakaguzi wa kanda. Lengo ilikuwa ni kuelimisha mfumo mpya wa ikilimo, uh, kwa ajili ya kuwawezesha wauzaji wa viuatilifu na watumiaji wa viuatilifu kuweza kuingia kwenye mfumo wao wenyewe kufanya maombi mbalimbali mbali, bila kuwa na utegemezi wa mtu yoyote na ili zoezi mpaka sasa hivi tumefanikiwa kwa sabini. Bakia, elim, asilimia sabini. Maeneo yaliyobakia tutaendelea kutoa elimu hadi tufikishe asilimia mia moja kwa nyanda za juu kusini, ina mikoa minne tumefanya mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya wenyewe sasa hivi tuko mkoa wa Njombe na tutamalizia mkoa wa ilinga baada ya hii mikoa, tunajua zina wilaya zake zote zitafikiwa pamoja na vijiji. Kana kama nilivyosema, tupo asilimia sabini, bado asilimia kidogo tutakamilisha. Changamoto ni wale wanaofanya hizi biashara bila kufata taratibu na kanuni za kisheria. Mtu anafanya biashara, hajui kutumia email, hajui kuandika, itakulazimu kuwa na mtaalamu anayejua masuala ya kiteknolojia ili uweze kupata huduma kwa haraka. Wito wangu wale wote wauzaji wa viuatilifu ambao ni wafukizaji, wauzaji, ni kosa kufanya biashara bila kuwa na kibali. Hivyo tunatoa muda kila mtu awe amejisajili kwenye mfumo na kuwa na kibali husika. Wataalamu wetu wapo masaa ishirini na nne na wamejitoa kwa kiasi kikubwa sana. Wito kwa wafanyabiashara wa viuatilifu, wawape ushirikiano wataalamu wetu wanapofika kwenye eneo la biashara. Sisi hatufanyi ukaguzi kama polisi, tutakuelimisha. Karibu elimike, ili uweze kufata taratibu za kibiashara. Tupo kwa ajili ya kufunga biashara za mtu, lakini tupo kwa ajili ya kusimamia sheria na kanuni. Kwa siku ya leo, mamlaka wamepitia kukagua vibali na taratibu nyingine za sheria zinazotakiwa kufuatwa. Wametukagua, wameona tupo sahihi, tunalipia kwa wakati. Ila pia tunawapongeza mamlaka husika kwa kupitia kutukumbusha na kutukagua i tunafuata sheria stahiki zinazotakiwa. Ombi langu kwa siku ya leo likuwa, naomba mamlaka wafuatilie, maanake kuna wafanyabiashara wenzetu ambao wanafanya hii biashara ya kuuza pembejeo afu hawafati taratibu, hawana vibali, wengine walipi kwa wakati. Sasa hapo ombi langu ilikuwa ni wafanyabiashara wote tufate kanuni na sheria jinsi inavyotakiwa, tulipie kwa wakati tufuatilie vibali tuwe navyo. Nafurahi sana wataalamu wa tiba ya mimea kuja kutembelea ofisini kwetu leo kutupa elimu kuhusu namna ya kutunza viuatilifu, kujisajili katika mfumo. Tumepata elimu, hatimaye tutalifanyia kazi. Tunashukuru sana na washauri ambao wanapenda kufanya biashara ya pembejeo, kabla ya kuanza kufungua duka, wafuate procedure au process ambazo unatakiwa uzifuate kabla ya kufungua biashara. Ukishafuata zile process ambazo atakiwa ufungue biashara, utafungua biashara yako na utafanya biashara vizuri, pasipokuwa na usumbufu wowote na mamlaka yoyote ile. Eh, shughuli zangu ni fumigation. Kibali changu kiliisha muda, nilienda kuripoti kwenye ofisi za husika. Walipopata taarifa yangu pale ofisini, wamekuja mara moja, wameshanikabilishia. Yaani nashukuru, hivyo ndivyo inavyotakiwa. Vijana kufanya kazi namna hii, tunawategemea jamani. Huku ni rahisi mno kupata kibali, ni rahisi ukiwa na viambatanisho hata viambatanisho vyenyewe sio vigumu, ni vile vile tunavyotumia vinavyohitajika serikalini. Kwa hiyo, ili uwe safe, nawaambia wengine, yaani msiogope, hakuna usumbufu, hakuna tatizo la aina yoyote. Kama hivi leo, leo hii nimeshamaliza, nimeshamaliza kazi yangu.